pongeza kwa dhati wanachama wenu kwa kuwa na nidhamu wakasikiliza maneno ya viongozi wenu mkajiepusha nchi hii na balaa na janga la kuvunjika amani hizo ni salamu za mzee wetu tumefahamiana tuliendeleze hili ndio rasilimali yetu ndio mali yetu ndio silaha yetu hatoende kutafuta kiti cha jnu. Jnu inakuwa haina maana. Jnu ilikuja iitengeneze Zanzibar, sio watu wapate kichaka cha kujificha halafu wende wakafanye wizi mwingine. Unayotaka ni nchi yetu, ni Zanzibar yetu irudi katika misingi ya kuendeshwa kistaarabu, tusimame katika msingi wa katiba yetu tamaduni zetu, silka zetu. Hatutokubali nchi yetu kuchezewa na kufanyiwa uhuni wa namna hii. Tuko pamoja, tuko pamoja, tunasema sasa tulipofika basi. Asanteni sana, mie nawashukuru sana. Isimame katika misingi, kama wanataka kweli tujenge zanzibar mpya kweli, ndio tunaokwenda kuipambania sisi kama kupata ni hilo, kama kukosa ni hilo. Tutarudi kwenu, ndugu zangu, kuambia kwamba tulilotaka ni hilo, lazima lirudi hilo